Unaonekana ni shabiki wa Simba, Simba. Simba. Kindaki ndaki, kabisa mi timu yangu ni Simba alafu ni Simba Simba, Simba. Kwahiyo hata ikifungwa haijafungwa, mi shabiki wa Simba, kwa hiyo siwezi, siwezi kutovaa jezi sababu nimefungwa goli mbili. Sio goli ukiangalia tu wale jamaa ushwafunga kwa Mkapa wapiga goli mbili, kwahiyo nafikiri tu ile hali ya jana ni hali ya mchezo tu goli goli mbili sio goli kabisa. Unafikiri kwa mechi ya pili ambayo imebakia hiyo utakao pigwa siku ya tarehe 25 hali ita, itakuwaje hiyo? Zinaweza zikarudishwa zile goli na kuongezwa goli zingine mkachukua ushindi? Ah, nisikiza kitu kimoja, anapenda kuongea kitu kimoja kwamba hiyo tarehe 25 washikaji tunachapa tunawapiga goli nne. Asa, yani nne kabisa tunawafunga. Kiapo kabisa. Eh, mimi nakwambia goli nne tunawafunga kabisa jamaa. Goli nne kabisa. Kuna baadhi wanasema mmecheza chini ya kiwango. Wewe kwa muonekano wa mechi E bana bro, fainali si unajua, mi kwa mtazamu wangu, ile mechi jana tumejitahidi sana sana kabisa. Laiti ingekuwa laba timu nyingine, ase ungesikia mtu kapigwa goli tano goli sita, lakini kwa goli mbili tu. Alafu ni kweli tuliruhusu goli dakika 15 za mapema, lakini suliona kipindi cha pili watu walivyotulia kwenye mpira ndio maana nasema jana tumejitahidi sana. Hizo goli mbili ni za kawaida tu. Hususan ni za kawaida sana. Una kitu gani hasa ambacho kinakupa moyo? Unasema kwamba mechi ijayo utashinda na utachukua ubingwa. Kitu gani hasa kinakupa moyo? Una kitu gani hasa kwenye timu yako? Ah, okay. Umeuliza swali zuri sana. Mimi kwa sababu mimi na wachezaji wazuri. Kuna mpanzu wote. Naamini tu, naamini tu tarehe 25 Mungu akijalia, mama yangu mzazi na hapa mchanga huu. Tunapiga goli nne. Tunafunga jamaa, kombe tunachukua. Baadhi ya mashabiki wenzetu wa timu zingine wamekuwa na maneno kidogo, maneno hayo maneno yapo, yapo. Hayo maneno ni yapo, sababu unajua ile level tulofikia sisi fainali sio wengi wanaopenda bro, ina maana kwamba ile level, ndio maana ikietwa fainali ni mabingwa tu, kwao hata sikufika pale asee, nakwambia tarehe ishirini na tano ubaya gwela right. ubaya gwela